Karibu sana mtazamaji wa Butoke Media na leo, tutaendelea kujifunza na mwalimu wako Neus Njugunya: njia ya kwenda juu ipo chini na njia ya kwenda chini ipo juu e, maana yake nini? Kwamba e, ukitaka kwenda chini kwenye maisha au kuporomoka katika mambo yako e, unapita njia ya juu, kwa maana ya, ya, ku, ya, ya kujiona ku, ya kuji, ya kuji au kujikweza kuji, kujipa sifa nyingi kwenye mambo anayoyafanya. Kweli ni kwamba e, kila anayejikweza huwa anashushwa na kila anayejishushwa huwa anakwezwa au anapandishwa juu. E, dunia hii wanadamu hawavumilii kumwona mtu aliyefanya mazuri anajisifia uzuri wake. Maanake nini? Ukifanya jambo zuri na ukaanza kujisifia, hata kama kweli lina uzuri ndani yake, kama wewe mwenyewe ndio utakajisifia ule zuri, watu hawavumilii kukuacha hapo juu, watakushusha, watakuhesabu kama mtu usiyenyenyekea na kama mtu unayejidai, unayeona wivu, ambaye unajiinua, unaona wewe ni bora sana kuliko wengine. Nini ni maana yake? Falsafa e, hii inatufundisha kwamba e, ukifanya mambo mazuri, acha watu wengine wakusifie ule uzuri wako, wewe usio wa kwanza kuyaanika na kuyasema e, kwa ushupavu mkubwa. Ni vizuri sana watu wengine wakisema uzuri wako kuliko wewe mwenyewe kusema ule uzuri, na kinyume chake ni sawasawa. Ukifanya sawa mambo mazuri eh, lakini ukakaa kimya, watu wengine ndio hutokeza kuwa namba moja kwenda kukukweza wao, huja na kushangilia na kusema kile ulichokifanya mbele ya wengi, watasema bwana huyu sisi tunamfahamu, hili jambo amelifanya yeye, amelifanya kwa uzuri, amefanya vizuri sana huyu bwana, ndio aliyewahi kufanya moja mbili tatu, na ndio huyu ndio alifanya na kile na kile tena, huyu huyu ndio alikuwa amefanya hiki na hiki. Mambo yale mazuri yakisikika kwenye masikio ya watu wengine, huwa yanabeba utukufu mkubwa zaidi, huwa yanabeba vitu vizuri zaidi, na sifa zinaongezeka maradufu, na zinavutia hata kusikiwa na wewe mwenyewe na kusikiwa na watu wengine pia Jambo e, hili ni sawa na kusema kwamba dunia hii imekuja kutufundisha unyenyekevu. Ukijisifia mambo ambayo umeyafanya wewe, hata kama ni mazuri, watu wanashusha sana pasenti za unyenyekevu, wanakuona kwamba ni mtu usiyenyenyekea, ni mtu unayejikuza, unajidai, unajikweza, unajipandisha juu. E, nini maana yake? Usiiwe mtu wa kwanza kusemasema mazuri yako haraka, subiri watu wengine ndio wakusemee. Kwa sababu ukijikweza wao watakushusha, na ukijishusha wao watakupandisha juu. Ni heri upandishwe juu na watu wengine kuliko kujipandisha juu wewe mwenyewe. Asante sana kujifunza jambo hili, na nikukaribishe tena kwenye mwendelezo wa mafundisho yetu na hekima ya Mungu ambayo Bwana anatupatia kujifunza katika chaneli hii ya Butoke Media. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa nami mwalimu wako Neus Njugunya. Mpaka wakati mwingine, bye bye.